Tumelizungumza sana swala la usalama barabarani, swala la usalama barabarani tumehakikisha kwamba tumeweka road blocks, road block zote za kutoka uh, ukiingia tu Kilimanjaro utakutana nao, ukifika Same, ukifika Mwanga, kila mahali njia panda, uh, kila mahali uta, uta, uta, tumeweka askari, sio kwa sababu ya kuwa disturb watu no, ni kwa sababu ya kuhakikisha wanatii sheria za usalama barabarani kwenye maeneo ya kwenda hamsini wanakwenda hamsini. E, na maeneo ya kwenda ishirini wanakwenda ishirini na niwaombe sana madereva wote waendeshe magari haya bila ya kuonja kitu chochote, ili abiria wafike salama. Wakishafika salama huko kwenye sherehe, wakishafika nyumbani salama, wataendelea na mambo hayo mengine. Kwa hiyo waaskari wetu mtawaona wako barabarani wa wakali na nimewaambia wao wakali, katika kipindi hiki hatutaki tuingie doa kwenye mkoa wetu wakati wa sikukuu hizi za Christmas pamoja na za mwaka mpya e, uh, askari wa usalama barabarani watashirikiana na jeshi la zimamoto e, na jeshi la uhamiaji watakuwepo, kwa sababu kipindi hiki pia wanaingia waliokuwemo na wasiokuwemo katika maeneo yetu ya mkoa wa Kilimanjaro. Kamanda wa polisi wa mkoa wa RPC na na timu yake kama alivyosema, wameimarisha ulinzi katika maeneo yote ya mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo uh, kama kutakuwa na tatizo, namba za RPC, namba za OCD zote ziko wazi na, na namba za waheshimiwa wakuu wa wilaya wote eh, ziko wazi na wata- kama litatokea jambo lolote kwa mwananchi, eh, hata nyie waandishi wa habari, basi nitaomba mwarifu, lakini hata mimi mwenyewe katika utawala wa mkoa na namba zetu ziko, ziko ziko wazi. Lakini lengo letu ni nini? Lengo letu ni kuhakikisha kwamba katika kipindi hiki chote cha sikukuu hizi mkoa unakuwa kwa utulivu, kama desturi yetu. Narudia kusema ile jambo, kama desturi yetu, wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro. Sasa mambo mengine haya ambayo yanazungumzwa sisi wala hatuna hatuna haja ya kuyazungumza, lakini wito wangu ni huo, na kila kila mwananchi ni askari wa nchi hii kuhakikisha hali ya utulivu na usalama unaendelezwa. Lakini amani ya nchi yetu ndiyo jambo kubwa la kwanza, na sisi mkoa wa Kilimanjaro tunasema amani kwanza, mambo mengine yatafuata huko huko baadaye. Lakini nimependa pia nizungumze baada ya sherehe hizi za Krismas kama mtakumbuka tulikuwa na na uchaguzi mkuu ambao ulifanyika tarehe ishirini na tisa. Tulifanya kwenye majimbo kwenye kwenye mkoa mzima majimbo yote na uchaguzi wa mheshimiwa rais na madiwani, lakini tuli- hatukufanya kwenye jimbo moja la Siha. Kwa nini? Kwa sababu mgombea wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa jimbo lile wa tiketi ya chama cha kafu alifariki dunia. Kwa hiyo uchaguzi huu umepangwa kufanyika tarehe 30 mwezi wa 12, kwa hiyo tunafanya uchaguzi baada ya kutoka kwenye Christmas. Eh? Na tunafanya tarehe 30, siku moja kabla ya kuingia mwaka mpya. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wote wa Siha waliojiandikisha wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura za kumchagua mheshimiwa mbunge wa jimbo la Siha vyama kama sita saba vimejitokeza. E, wata watakwenda kuchagua mbunge ambayo wanampenda kwenye jimbo hilo, ili sasa kazi na utu ziendelee na maendeleo yapatikane kwenye jimbo la Sia. Na hapo huko pia tume- tunawahakikishia wananchi wa Sia kwamba tumejipanga vizuri e, tume, tume huru ya uchaguzi imejipanga vifaa vya uchaguzi e, E, vimekamilika e, vituo vinajulikana. Kwa hiyo wito wangu ni kujitokeza kwenda kupiga kura tena bila ya ya ya, ya bughudha wala fujo, twende tukachague. Kwa hiyo huo e, ndio wito wangu wa tarehe thelathini. Tunayo kata moja ya kulorudimoshi kule, hiyo tutaizungumza wakati tukifika, kwa sababu tutafanya uchaguzi tarehe tano mwezi me, mwezi Januari.